Moja ya kitu ambacho kinaongoza kuwaumiza vijana ni mapenzi. Usinibishie. Njoo nikupe stori. Nadhani ilikuwa ni mwaka 2019 18. Mimi na mshikaji wangu mmoja anaitwa Saidi, kuna adili moja tulipata la kuandika simulizi. Nadhani ile simulizi ilikuja kufanyikia tamthilia baadaye. Zile inshu za ghostwriting. Ghostwriting ni ile inshu na unaandika kitu watu wanaenda wanakifanyia wanavyotaka wenyewe, lakini hawakupi credits wewe. Yani wewe hawakuhusishi kwenye simulizi ile. Kwa hiyo wewe unalipwa tu chako, maisha yanaendelea. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeandika ile simulizi, tulilipwa hela nzuri sana, mimi na mshikaji wangu Saidi. Kwa hiyo baada ya kuwa tumelipwa pesa, Saidi yeye akasema kwamba anahitaji kununua zawadi kwa ajili ya mpenzi wake, and of course mimi mwenyewe ndo nilikuwa ni mmoja wale watu ambao Nilimsindikiza dukani kwenda kununua nguo za mpenzi wake. Kwa hiyo tulifika dukani, mshikaji nakumbuka alinunua gauni, gauni lilikuwa lina kama shilingi elfu hamsini hivi. Akachukua na kiatu cha 35, mkoba, akafungiwa kwenye package moja nzuri sana. Kwa hiyo moja kwa moja safari twende tukamsurprise mpenzi wake kwamba ili aweze kuona hata tunachokifanya ni nini, kinalipa. Sasa tumeenda tumefika, tukiwa nje, kabla tujaingia ndani, tukakuta kuna mshikaji na mdada mmoja wakiwa wapo kwenye kona fulani hivi wamekumbatiana. Sasa jinsi tulivyokuwa tunasogea, so unajua kwamba ni watu, unajua so kwamba watu ni wapo kwenye mahusiano yao, kwa hiyo unakuwa hauwajali. Kwa hiyo tukawa kwa lengo la kufanya aje tu kuwapita, kumbe bwana, yule mtoto wa kike ndiye demu wa nani? Wa Saidi. Mimi nilikuwa bado sijagundua, lakini mshikaji Saidi alikuwa ameshafanyaje? Ameshagundua. Kwa hiyo baada ya kuwa amewaona pale, yeye akatembea haraka haraka kwa kwenda kwenye chumba cha cha cha mpenzi wake, kwa mimi nikawa natembea taratibu, unajua ule kimbea zaidi niangalie labda naweza nikawa nawafahamu. Kwa hiyo wakati nawacheki pale, nikawa nime mfahamu yule mtoto wa kike, umeona? Lakini sasa kwa kuwa mshikaji wangu yeye alikuwa ameshaenda ndani, na mimi nikabidi tu nikaze nikamfata huko. Sasa kwenye chumba cha mtoto wa kike tukamkuta kulikuwa kuna shosti yake ambaye ndo alikuwa anaishi naye. Kwa hiyo tukafika, tukaingia, tukakaa na sisi yule bibi yake tukawa tunapiga naye stori za hapa na pale. Saidi yeye akawa amekaa kimya. Yaani tofauti na ambavyo nilikuwa nimefanyaje? Ninatoka naye kule town. Ila tu, yaani, tulipofika pale ndani mshikaji akawa kimya kabisa haongei chochote, zaidi yangu mimi tu ndo nikawa naongea pamoja na shosti yake na mpenzi wa Saidi. Kwa nikawa na bonga pale yule mtoto wa kike nakumbuka, nilikuta yuko anapika mwana. Akamaliza kupika pale, akaniuliza bibi, mnakula? Akasema, eh, tunakula. Saidi akasema, hapana, mimi sili. Kwa chakula kikapakuliwa pale, mwamba mimi. Nikaanza kutafuna msosi. Baadaye mpenzi wa Saidi akafanyaje? Akaja. Alipokuja pale, hey, baby vipi? Safi, inakuaje? Fresh. Mmekuja saa ngapi? Ina maana inavyoonekana hata hakutuona wakati tunapita, au ni labda alituona alafu akakaushia anajua mwenyewe. Mmekuja saa ngapi? Akawa anaonekana kama kashtuka. Ah, sawa, sawa. Chakula vipi? Mbona tumefika fika uli? Ah, mimi nimeshiba. Saidi, ah, so, lakini najua kabisa hapa leo kinaweza kikanuka, lakini cha kushangaza ni kwamba tulikula tukamaliza. Tulipomaliza mshikaji Saidi, kwa kweli alikuwa amekuja na zile zawadi zake, akamuita mpenzi wake akamwambia, bwana baby, nahitaji kuzungumza na wewe kidogo pembeni. Wakaenda pembeni naye, nadhani akawa amemkabidhi zile zawadi. Baadaye akarudi ndani akaniambia, wa mwanangu Sam, tuenzetu. Akamwambia fresh ama noma, tuenzetu Shem, usiku mwema. Usiku mwema, maana ilikuwa ni usiku. Usiku mwema, usiku mwema, na na na shosti yake, poa poa, tukawa tumetoka. Mshikaji bado ka keep his composure, yaani hajataka kupaniki wala nini kwa ona, mimi nikawa nasema da, sijawahi kukutana na mwanaume kama huyo. So unajua kuna ile kwamba, sababu najijua, ningekuwa ni mimi binafsi kingenuka, yaani nisingekubali dharau kama hizo, yaani kwamba mtoto wa kike nimhudumia, alafu aniletee dharau za namna hiyo, nikuta nakamatiliwa na mshikaji mwingine, alafu nitulie? Ah, huyo sio mimi. Kwa hiyo bwana, tukawa tume tumeondoka tumetembea like two, two blocks tu kutoka pale, yani nyumba kama mbili kutoka pale ambapo tulikuwa nani, kwa mpenzi wake na mshikaji nikashangaa, mshikaji ameinama, meona kainama, yani ile akachuchuma. Vipi mwanangu, katulia. Kabidi niende kumshika, umgeuza hivi kumwangalia mwanangu, mshikaji anamwaga machozi, kumwaga machozi kabisa, mtoto wa kiume na kuanza kulia, najipiga kifuani na maana, kumbe hiki kitu kime kimemguza sana mshikaji wangu kiasi hiki. Lakini kule tu nikama aliamua kufunika kombe mwamba, ni alilia kabisa, najua ile kulia, na ninakumbuka, hiyo ndio ilikuwa mwanzo na mwisho wa mahusiano ya mshikaji pamoja na mwanamke wake. Kwa hiyo mwamba, umesikia bibie, mapenzi yanauma sana. Umeona? Utabisha lakini huo ndo uhalisia.